Um, mko mnasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa ni tarehe 21 za mwezi wa 10, 2025, majira ni saa 12 asubuhi, saa 12 za Afrika Kati ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki. Hii ni ni amka na na Baraka One TV, mimi Rajabu. Ni amka na Baraka One TV na mimi ni Wakili Kabonga. Ili kuweza kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like like, pia pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na na TikTok like, na follow page zetu na pia pamoja na page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Nyiragongo, wazalendo wapiga kambi za M23 tatu, huku raia wakikimbia makazi yao kuelekea jijini Goma. Masisi, eneo mbalimbali za shambuliwa na wazalendo huku M23 wakikosa pa kukimbilia. Kivu ya Kusini wazalendo waendelea kudhibiti maeneo baada ya kuwapiga magaidi wa M23. Kumbuka operation sadia ya mzalendo bado iko naendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ili uendelee kupata matukio mbalimbali ambayo yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kaskazini, huko tarafani Nyiragongo ambako wazalendo wapiga kambi za M23, huku raia wakikimbia makazi yao wa kuelekea eneo la usalama zaidi ndani ya jiji la Goma. Zimebakia takriban kilomita tatu kuingia ndani ya jiji la Goma kutokea katika E, kitongoji cha moja pamoja na kiziba ya kwanza, ambako wazalendo waliweza kushuka na huku kuendeleza harakati za kupiga kambi za magaidi wa M ishirini na tatu baada ya mapigano yaliyofanyika siku ya Jumapili na hata kuamkia siku ya Jumatatu asubuhi, magaidi wa M ishirini na tatu wamekutanana na mkono wa chuma kutoka kwa wazalendo. Hali hiyo imepelekea mamia ya raia kukimbia makazi yao kwa sababu ya mapigano ambayo yalikuwa yakifanyika kati ya magaidi wa M23 na wazalendo. mengi na zaidi ripoti hii kutoka ndani ya jiji la Goma, gongo pale Yulu kule Makoteza, Kimugezi kupanda mpaka Mua, moja wa wazalendo na wa FRDC walifaulu kuenda kushambulia wa... Eh, ilikuwa e saa kumi asubuhi nasasi kidogo kidogo, kwanza ikalia saa kumi na moja saa kumi na mbili asubuhi pale, na si zere ikakuwa sa kabisa njee, ikakuwa ni hatari, na walikuwa amefaulu kubakimbiza kabisa juu waliingia e fasiko wanaita rompoint mamadu, wakaingia fasiko wanaita terminise den kule kuna ya turunga antuka kule kabisa. Wali wazalendo walifanya vile wanaweza weza kabisa, walionekana mumungini na wakasema gisi viko kabisa viko karibu mumungini ndio. Ee, vile ilikuwa masaa yenye ilikuwa maile maasubuhi maswiter ma mawiter never masasika ikapunguka kwanza kisha am, wakapanda pale fasi wanaita kukisoko cha bienda ni chini tu ya moja eh. Kisha bale bazalendo wa wakarudia yulu kidogo pale, wakarudia yulu kidogo fasi wanaita op abaa orompe pale asaapm zaa ale a vale, wakambia wa batu wafunge milango batoke me basibebe kitu bo sawalibatu, walifunga populasio, ilifunga vitu ilifunga ma vitu, wakaacha ma nyumba wazi, wakafunga ma milango bakaenda. Kwanza wakatoka mwele mangaribi yote, wakaambia watu kama basi, basirudie basirudie, bado wachunge kwanza, waangalie bo basi wakurudia. Njo bamerudia rudia mwayi asubuhi na usiku tena, masasi ziilia kule. Eh, mi naongea na mtu mwenyeko mpaka ya Masisi na Walikale, fasi wanaita Kasopo kule, ni teritwari ya Masisi wanaita Kasopo. Nako usiku unakucha masasi inalia mingi sana, tukawa ninaona kama Mungu iko nanza saidia. Mungu anaanza saidia wazalendo na FARDC kabisa, kwenye wanafikia pale moja kwa saa hii, tukawa Mungu iko nasaidia sana. Eh, mtulombe Mungu kule na endele kutulalamkia mke kwa guvernema, endele kurenforce bale batu buzuri kwa ngale kabatatugombwa mu mikono ya aba bajangiri. Njo informasyo niko nao. Kwanza sai Nyabiondo ilikuwa usiku yote o kule Kasopo nako sai wanao walianza senker walianza katrere nabo nao, wale katrere nabo viko napigana kabisa nao mpaka sai ovile nilimaliza kuongea na watu viko pale muteritwari ya, ya Masisi, fasi wanaita Kasopo. Nyagiondo ni hatari kabisa, vita ilikuwa Nyagiondo usiku mzima. au o watu wananza tu at a walishuka walitoka kule muja walishuka walikuwa wamelumia, walielekezwa kwa hospitali mkuu ya CBK, ya CBK Ndoshi. mapigano hayo yaligusa maeneo ya Muja na maeneo ya Kiziba ya kwanza, huku viongozi wa uasi wa M ishirini na tatu wakitoa wa tangazo la kusema e, wamedhibiti hali ya mazingira kitu ambacho kimekuwa ni tofauti na jinsi mazingira yalivyotendeka siku mbili mfululizo. Wazalendo wanakaribia kuingia ndani ya jiji la Goma huko maeneo mbalimbali ya jiji la Goma likionekana kuwepo kwa wazalendo. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Goma tubaki huko huko tarafani Masisi ambako maeneo mbalimbali zinashambuliwa na wazalendo pia na ndege za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC. Mapigano mapya yamezuka kati ya wazalendo na magaidi wa M23 tokea asubuhi ya hiyo tarehe 20 za Oktoba 2025 katika maeneo mbalimbali ya tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Vyanzo vinasema wazalendo wa APCLS waliweza kuvamia position ngome mbalimbali mbali za magaidi wa M23 maeneo ya Nyabiondo ambako kulipelekea baadhi ya askari wa renki za juu za M23 kuweza kupoteza maisha. Ni tokea saa tisa za usiku kuelekea saa kumi ndiko tulisikia mapigano makali ya risasi, silaha nzito pamoja na silaha nyepesi zikitokea maeneo ya Nyabiondo, wamesema mkaaji mmoja wa Tarafani Masisi. Ni vijana wengi kutoka upande wa magaidi wa M23 ndio wanasadikika kuwa walipoteza maisha, na hivyo asira za magaidi wa M23 kuelekea kwa wananchi kama kawaida yao. Watu wa Janvier Karahira ndio waliweza vamia kambi za magaidi wa M23 na kuchukua baadhi ya kambi hizo huku wakiweka kambi za wazalendo Mapigano hayo yalifanya raia wengi kukimbia makazi yao na kuelekea sehemu ambako kuna usalama kwa ajili ya kuweza kujikinga. Licha ya makubaliano ya seselefe yaliyosainiwa kati ya serikali ya Kishasa na magaidi wa M23, bado wazalendo wameamua kukataa seselefe huku wakiendeleza kumwaga moto kwa magaidi wa M23. Kitendo hicho kinawaweka wakati mgumu magaidi wa M23, maana wanapigwa Kivu ya kusini, Kivu ya kaskazini pamoja na Ituri. hii ambayo uko nisikiliza, ni Baraka1 TV. E, bandugu ya Uvira, Uvira, Mwenga, Shabunda simulamuke na mwee be mliitiriwaka mwe, mwe njumu, sesele fe, sikiliza habari ya Goma bandugu yetu musikie habari ya, ya Goma simutikise sasa. Na mweye musingizi gani munalala batoto yetu tubapigie na siye bikelekele, tupige bikelekele ngambo ya Uvira, tupike bikelekele ngambo ya mwenga na Shabunda. Sikiliza banzenu kule Goma banakuwa naitiwa bakabuchibuchi na kutembea na umbwa banabakilia ukati ya kilomita na kuingia Goma mungali na ngoya nini? simubomole sasa njia Kamanyola, yaanguke, bwaungu mugogo yaanguke. Simulamuke sasa Shabunda, Mwenga, Uvira, muzee ya kutumba makanaki Musa mzee Nyakiliba, simulamuke! Busingizi, lamusha batoto baba. Ulilala mupori miaka na miaka, ulisikia baridi, ulikula buyoka ya mubiti. Mzee Nyakiliba, ni busingizi gani unalalisha batoto baba? Tunakusii lamuka, papa, mzee wetu wa maishara, lamuka, lamusha batoto, panda na batoto, tusibakie nyuma. Unaendelea kusikia matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, utoa pamoja na East Africa wale ambao wako Europe na wengine ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini Ejide Kizenga Tembele Kingsale, The only one king from USA Kizabe Ayaba de Donne Butoto kashosi kutoka Australia Kizasalum mashaka Ayamba Biro Kilamba mae mzee wa state ya Menda Feza Dalitesha da Asha da Erwin wakiwa wanasikiliza Baraka One TV akisi kandeki ya simu Baguma Samuel kutoka Czech Republic Elisha Nairobi Asan Ramadhani asokolo ayeba na baada ya taarifa hizo tuingia jimboni Kivu ya Kusini ambako wazalendo waendelea kudhibiti maeneo mbalimbali. Wazalendo wakishirikiana na FRC pamoja na majeshi ya Burundi wameonekana wa katika vitongoji mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Kabare pamoja na Kalehe. Yote hiyo ni kutokana na kutokukubaliana na serikali ya Kinshasa ya Seselefe. Wazalendo wao wamekataa Seselefe, na hivyo wameweza kujiingiza katika mapigano ya moja kwa moja dhidi ya magaidi wa M23 tarafani Kabare. Wazalendo wameonekana kuwasha moto tarafani Kalehe, pia pia wanawasha moto maeneo ya Shabunda na maeneo mengine, huku ndege za FARDC pia zikisaidia kwa kutwanga kutumia drones pamoja na silaha nzito nzito, huku magaidi wa M23 wakikimbia na, na kuacha maeneo yakiwa wazi kama unavyoshuhudia.

Na huo ndo mwisho matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mimi ni ndugu yako Rejab Akili Kabonga, the one and only town DJP agonakurushia haya matangazo ya asubuhi. Amka na Baraka One TV, mengine tukutane majira ya saa sita saa tisa pamoja na saa kumi na mbili chao chao